Hei, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na tayari tumekamilisha kipengele cha listi katika sequence. Tumeangalia namna gani ya kuandika list katika programming language hii ya Python, jinsi ambavyo tunaweza kufanya operation mbalimbali mbali na zile data ambazo tutakuwa tumezihifadhi katika listi yetu. Sasa ni muda wa kuingia katika tuple na hii ni aina nyingine ya data ama sequence katika Python inayofanana na listi lakini utofauti mkubwa unakuja kwamba tuple huwezi kuibadilisha, haibadiliki. Na hii inamaanisha hauwezi kuongeza, kuondoa na kubadilisha vitu vilivyomo ndani ya tuple, tofauti na ilivyokuwa katika listi. Tulikuwa tunaweza kufanya operation ya kuondoa data fulani ama kuweza kuibadilisha ama kuweza kuengeza, lakini katika tuple ipo tofauti kidogo. So, baada ya hiyo introduction fupi na kuona utofauti uliopo baina ya hii listi na tuple, ambayo leo tunakwenda kuianza hapa baada ya kumaliza kipengele cha listi, wacha tuangalie jinsi ya kutengeneza hii tuple. Kuweza kutengeneza tuple kwa kutumia mabano ya duara tofauti na kule katika listi. Listi tulikuwa tunatumia hizi square bracket. Kama unakumbuka kama umeshaangalia e, video zilizopita za listi basi tayari utakuwa pamoja na mimi, lakini huku katika tuple tunatumia mabano ya duara rounded bracket. So, pia kama kawaida tulivyokuwa tukifanya katika listi tunatofautisha baina ya element moja na nyingine katika listi yetu kwa kupitia koma, na huku vilevile katika tuple tunatenganisha e, baina ya data moja ama element moja na nyingine kwa kupitia hamna utofauti mkubwa sana katika uandishi wa list na tuple. So, acha tuangalie namna gani ya kuandika mfano wa kwanza tuple yetu. Tutaanza na jina letu la hiyo tuple. Kwa mimi nitaandika hapa my underscore tuple. Itakuwa ni sawa sawa. Nimekuambia tunatumia rounded bracket. So, take a rounded bracket. Ndani humu utaandika value ambazo zitahifadhiwa katika hiyo tuple yako. So, mbili Uh, tatu unatengenesha baina ya data moja na nyingine kwa koma. So, nne, tano. Okay, sorry, nne, tano. Okay, nipo na data zangu hizo katika tuple yangu ya my_tuple ndio jina la tuple yangu. So, nikihitaji ku print out aina yangu hii ya sequence ya tuple, no, nitaandika tu, print functions. Then, kama kawaida nitaiita tu my_ tuple hii hapa na tayari nitakuwa nimeweza kuprint na output ambayo itatoka, tutaoneshwa e, tuple yetu hii hapa kama ndio output yetu baada ya kuprint. So acha niweze kuirun hapa tuweze kuona output, na kama unavyoona e, ni sahihi. Tumeweza kuletewa e, data zote zilizomo katika tuple yetu ya my underscore tuple. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza tuple, ni very simple. Ukiangalia inafanana na kule katika Listi. So, hiyo ndio tuple. Sasa kama unahitaji kuweza kutengeneza tuple yenye element moja tu, basi lazima uweze kuweka koma baada ya elementi hiyo. Namaanisha nini? Kwa mfano tunahitaji kutengeneza hapa, let's say a my underscore number, ambayo hii ni tuple itakayohifadhi element moja, ni lazima tunaambiwa tuweze kuweka data katika hiyo tuple yetu ama hiyo elementi yetu, mfano, let's say namba sita, lazima iishie na koma mwishoni, hata kama haifati data nyingine mbeleni. Na hii ni kwa sababu baada ya elementi hii kuweza kuitengeneza ndani ya hiyo tuple yako, bila ya kuweka hii koma, Python itaichukulia kama ni integer. Baada ya tuple kwa, ni lazima kuweza kuweka hii koma ili eh, python ama huyu interpreter aweze kufahamu kuwa hii ni tuple na sio integer value. Kwa mfano, let's say siweki mimi e, koma mwishoni hapa na nimeweka data yangu moja tu katika tuple yangu. Tunajua tuple tunaandika hivi kwa kuweza kuweka rounded bracket na kuingiza value zetu ndani. Lakini tumeambiwa ni muhimu kuweka koma mwishoni mwa data yako kama utatumia data moja tu katika hiyo tuple yako. Lakini sisi hatukuweka. Sasa Wacha tuweze kuprinti hapa, tuangalie tutapata data gani ya hii value yetu katika hii tuple yetu. Kwa hiyo eh, type tunatumia function ya type kuweza kuangalia ni aina gani ya value ambayo imo katika hii my underscore number okay? So my underscore number simple na nikiweza kuprinti hapa, wacha hii niweze kuicomment. Okay. Wacha niweze ku run na unaona tunaambiwa hii ni int. Okay. my underscore number ni int. Na kumbuka sisi tumetengeneza tukijua tunatengeneza tuple. Sasa ili kuweza kuifahamisha Python kwa hii ni tuple, ni lazima tuweze kuweka koma mwishoni. Popote pale utakapoweza kutumia data moja tu ama elementi moja katika hiyo tuple yako. Kwa hiyo kwa mfano hapa sasa hivi, baada ya kuweka koma, nikiweza ku run utaona Tumeletewa hii ni tuple. Okay, nadhani umeweza kuelewa hiyo concept ambayo e, eh, nahitaji kuweza kupatia na kuielewa, usije ukaweza kufanya makosa na ikaja kuleta e, eh, sitofahamu katika program ambayo tutakuwa tunaitengeneza. So hiyo ndio tuple, the way ambavyo tunaweza kuitengeneza kuiandika. Eh, tunatumia rounded bracket tu, tumesema haina tofauti sana na list, just it na badilisha, instead ya kuweka square bracket tunatumia rounded bracket, lakini ndani data zetu tunatenganisha na koma kama kawaida. Na utofauti baina ya tuple na eh, listi tutakuja kuona katika video ambayo inafuata. Nitakuja kuelezea eh, kwa nini kuna sequence za aina hizi mbili tuple na listi na kitu gani ambacho kinatofautiana listi na tuple na ufananano wao uko wapi, tutakuja kuona katika video jao. So leo sina la ziada, nilihitaji tu kuweza kupatia aina nyingine hii ya sequence ambayo ni tuple na kuona jinsi gani ya kuweza kuandika na kuweza kuona values zilizomo ndani yake. Sina la ziada hadi kufika hapa. Usikose video ambayo inafuata, like video hii, subscribe channel yangu ya YouTube, na vile vile share na wengine wapate kujifunza programming language ya Python hatua kwa hatua, from the beginning